Hayo yameelezwa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Bwana Nordin Babu hapa ofisini kwake katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, ambapo pamoja na mambo mengine anasema awali tulikuwa tumetoa taarifa ya vifo 39 lakini mpaka sasa naitoa taarifa hii, kuna ongezeko la vifo. Kwa hiyo kuna wananchi wengine wameongezeka Ee, nakufikia vifo arobaini na mbili, lakini baada ya juzi kwenda tena timu yangu ee, kwenda kuhakikisha kupekua kwenye magari na nini, ndo tukapata hiyo miili mingine mitatu ya watoto. Aidha Bwana Nudin Babu anaelezea utaratibu wa kukabidhi na kuaga miili hiyo kwa familia zao mara baada ya kupata majibu ya vinasaba ya utambuzi wa miili hiyo kutokana na kuharibika na kuungua vibaya na moto. Kwa hiyo tunategemea eh, kwamba siku ya Alhamisi kesho, tarehe tatu saa moja asubuhi kwenye Hospitali ya KCMC tutakabidhi miili hiyo eh, kwa Watanzania wenzetu, kwa ndugu zetu, eh, familia za marehemu kwa ajili ya kwenda kuendelea na shughuli nyingine za mazishi. Naye Kamanda wa Jeshi la Polisi Mkoa wa Kilimanjaro Saka, Simoni Maigwa akaelezea msimamo wa jeshi hilo katika kuzingatia na kusimamia usalama barabarani. Upande wa Jeshi la Polisi e, sisi huwa tuna utaratibu kwamba gari kabla haijatoka stand ni lazima ikaguliwe. Na kwenye ile stand inapoanzia kwa mfano ile ilianzia Arusha ilikaguliwa kwa mwezi Juni huu peke yake madereva watatu wameshafungiwa leseni. Tukio hilo limetokea Juni 28 mwaka huu majira ya jioni, ikihusisha basi la kampuni ya Channel 1 lilokuwa likitokea Moshi kwenda Tanga na basi dogo aina ya kosta lilokuwa likitokea Same mjini kwenda Moshi, kugongana uso kwa uso na kuwaka moto, huku majeruhi wawili wakiendelea kupatiwa matibabu KCMC na wengine 24 kuruhusiwa. Kutoka hapa katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro hapa manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi naitwa Lawrence Lisakeli wa ITV.